vyenye sura chache katika Biblia, na kinaeleza namna ambavyo nabii anamnung'unikia Mungu mara mbili na anajibiwa na Mungu katika yale manung'uniko yake, wapendwa, na pia tunaona juu ya udhalimu na uovu na mwisho, namna ambavyo nabii anamshangilia Mungu kwa ushindi. Utajifunza mambo mengi sana katika hiki kitabu. Watu wa Mungu, naomba tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. E Mungu, tunakushukuru tunasema asante e Bwana, tunapoenda kuanza safari ya kusoma kitabu hiki cha Habakuki, tunaomba Roho Mtakatifu katusimamie ili tuwe na wakati mzuri wa kusoma na tuwe na wakati mzuri e Bwana wa kuyaishi yale yote tunayojifunza, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni mno. Tunasoma kitabu cha Habakuki sura ya kwanza na ya pili. Tuungane na Word Project. Kitabu cha Habakuki mlango wa kwanza. Ufunuo aliuona nabii Habakuki. Ee Bwana, niliye hata lini, wewe usitake kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? maana uharibifu na udhalimu mbele yangu kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani; kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Angalieni enyi mlio kati ya mataifa, katazameni, kastaajabuni sana; kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Hao ni watu wa kutisha sana, wa kuogofya sana; hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni, na wapanda farasi wao hujitapa nam wapanda farasi wao watoka mbali sana, huruka kama tai afanyaye haraka ale. Uwaja wote ili kufanya udhalimu; nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki, nao hukusanya mateka kama mchanga. Naam, huwadhihaki wafalme, na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake; huidharau kila ngome, kwa maana ya hufanya chungu ya mavumbi na kuitwaa. Kisha atapita kwa kasi kama upepo apita na kuwa ana hatia, yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. E Bwana Mungu wangu mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. E Bwana umemwandikia hukumu, nawe e jabali umemweka imara ili aadhibishwe. Wewe uliye na macho safi hata usiwezi kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya hapo mtu mwovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko yeye, na kufanya wanadamu kuwa kama samaki wa baharini, kama vitu vitambaavyo ambavyo havina mtawala. Yeye huwatua wote kwa ndoana yake, huwakamata katika wavu wake, na kuwakusanya katika juya lake; ndiyo sababu afurahi na kupendezwa. Kwa sababu hiyo huutolea wavu wake sadaka na kulifukizia uvumba juya lake kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele. Je, atawatoa walio katika wavu wake, asiache kuwaua watu wa mataifa daima? Mlango wa pili. Mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia, ningojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake, huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye huwa kama mauti hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Je, chungu hawa wote hawatapiga mfano juu yake na mithali ya kusimanga juu yake wakisema, ole wake yeye aongezae kisicho mali yake, hata lini? na ole wake yeye ajutikaye mzigo wa rehani? Je, hawatainuka ghafula wao watakaokuuma, hawataamka wao watakaokusumbua? Nawe utakuwa mateka kwao, kwa sababu umeteka nyara mataifa mengi. Mabaki yote ya kabila watakuteka wewe, kwa sababu ya damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu uliotendwa nchi hii na mji huu na watu wote wanaokaa ndani yake. Ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya ili apate kukiweka kioto chake juu apate kujiepusha na mkono wa uovu. Wewe umeifanya nyumba yako kusudi la aibu na kukatilia mbali watu wengi, nawe umetenda dhambi juu ya roho yako. Kwa maana jiwe litapiga kelele katika ukuta, nayo boriti katika miti italijibu. Ole wake yeye ajengaye mji kwa damu, awekaye imara mji mkubwa kwa uovu! Angalieni, je jambo hili halikutoka kwa Bwana wa majeshi kwamba watu wajishughulikie moto na mataifa wajisumbue kwa ajili ya ubatili? Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo, wewe utiaye sumu yako na kumlevya pia, ili kuutazama uchi wao. Umejaa aibu badala ya utukufu; unywe nawe uwe kama mtu asiyetahiriwa. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana itageuzwa ukipokee, na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. Kwa maana udhalimu uliotendwa juu ya Lebanoni utakufunikiza na kuangamizwa kwa wanyama kutakutia hofu, kwa sababu ya damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu iliyotendwa nchi hii na mji huu na watu wote wanaokaa ndani yake. Sanamu ya kuchora yafaa nini, hata yeye aliyeifanya ameichora? Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya aiwekee tumaini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema? Ole wake yeye auambiaye mti, amka; aliambiaye jiwe lisiloweza kusema, ondoka! Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, kimefunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake.